Leo nimeongea na Marioo na amesema amugupi Bien tena kwenye live performance. Haya si maneno yangu, Marioo yuko hapa. Marioo, kabla tuanze, hivi kwanza, unatokea una wapi Marioo? Kutoka, alo. Ha, Marioo umeanza uongo tena, si nilidhani unatokea Tanzania ama vilevile vile, yani TZ Hivi nasikia bwana Marioo Bien alikuokoa sana kwenye live performance pale Trace Award. Hivi ni kweli na? Nikuulize bwana mdogo Marioo huyu Bien mlipatana wapi? Nilikutana naye Kilimani, Nairobi. O, o, kumbe ilikuwa ni Nairobi. Hivi ilikuwa ni mwaka gani hivi bwana Marioo 2015. Hivi nimesikia umesema bwana Bien hakuwezi tena Hivi ni kweli? Mimi sikuelewi kiukweli na sikujui, hebu nieleweshe mimi janja e. Na bwana mdogo, nasikia wewe ni kiburi sana we ah, kumbe kweli wewe ni mkorofi. Hakuna matata. Alafu Marioo nasikia inasemekana Bien amesema inafaa live challenge zirudiwe tena. Ya yeah, nini? Ya yeah, nini? Yana yeah. Yeah, nitaka tena. O nini? O nini mie? Bwana Marioo, inamaanisha wewe hutaki? Marioo, umesema wewe ni mbabe. Hapa tunahitaji mshindi, tupo hapa mpaka lini? Tumaro, tupo wapata, tukuru, tupo wapata. Alafu Bwana Marioo, sijui kama unafahamu Bien amekuja na kaka zake na wamo humu ndani. Sijui kama una taarifa kuhusu hilo. No, no, no, no, no, no, no, no. hivi Bwana Marioo utaweza kweli Bwana Marioo wacha tuachane na Bien kaka yake huyu hapa ebu msikilize. mi sitaki kuwa mwongeaji sana Bwana Marioo nataka wewe utuambie utawezana <mulia>